Ya karibu sana ndani ya nukuu ya matumaini kwa wakati umwema kabisa. E, tukimtukuza Mungu katika kweli na roho na kusema Bwana, siku hii ya maabudio tunamwabudu Bwana anayelinda na kutunza maisha yetu. Nukuu ya matumaini katika jina la Yesu Kristo tunasema hivi katika nukuu, usichoke kupambana, usichoke kupambana ya siku zote, usichoke katika mapambano, maana dunia hii ama ulimwengu tuliomo ndani sasa, yahitaji watu wanaohitaji kupambana mpaka mwisho. Maisha ni mapambano, usichoke kupambana na maisha. Ni mapambano. Safari hii ya imani tuliyo nayo, tunahitaji watu wanaoipambana mpaka mwisho, maana imani hii ndiyo imani tunaizungumzia kwamba e, nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda. E, mambo mazuri kabisa kulingana na imani. Imani hii inahitaji watu ambao wako na taji lao siku zote, wanaliweka mbele za Mungu kwa njia ya kimapambano, kwa njia kuonja, njia ya kujituma. Maana tunahitaji watu watakaojituma katika imani na kumwambia Mungu katika nukuu ya kwamba sitarudi nyuma tena na sitakata tamaa. Maana usipojituma, usipojikaza usipokuwa tayari katika mapambano usipokuwa tayari katika kujisukuma, itakuwa ni vigumu. Nikaanza na kusema katika nukuu na nukuu ya neno langu ya kwamba usichoke kupambana siku zote, pambana mpaka mwisho, maana litapendeza Mungu katika siku za mapambano. Naona neno la Mungu likasema hivi: uwe hodari na mwenye moyo wa ushujaa, uwe hodari na mtu mwenye moyo wa ushujaa ana wewe nitakurudisha watu hawa nchi naliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Unapoona neno linamwambia Yoshua uwe hodari na mtu mwenye moyo mwe ushujaa, ni kwa sababu anajaribu kumwambia usichoke kusonga mbele, usichoke kujituma, usichoke kusimama wima, usichoke kuendelea na safari yeye. Yamaanisha tuliyoyaona jana, tuliyoyapitia juzi mwaka jana wiki jana na mwezi uliopita, lisifanye wewe ukose kusonga mbele, lisifanye wewe usikose kujituma. Hayo uliyapitia jana yanakupa ushuhuda mzito, ya kwamba yupo Mungu atakayekusaidia kwenda kesho. Haya ndiye yanayoonekana wazi katika maandiko. Israeli walipovuka bahari ya Shamu, mto ulijaa na kuvuka kulikuwa kuzito maana nyuma kulikuwa kubaya sana kuliko mbele, maana adui ambaye alikuwa anakuja nyuma na farasi alikuwa tayari yupo kuwarejesha Israeli katika hali ya mateso. Mbele hakukuwa kwema, maana mtu ulikuwa mabahari ya Shamu ilikuwa imejaa maji na kivukio akikukuweko tena, kule sehemu za kushoto na kulia wanasema ni jangwa, kumaanisha pakukimbilia na kutorokea pa kuonekana hata kidogo. Haya yalipoisha ushuhuda uliandikwa chini na mambo makubwa ambayo Bwana alikuwa ametenda kwa Israeli kuvuka ng'ambo ya pili. Basi Yoshua akiwa amechukua ushukani, alifika mto Yorodani na pia Yorodani ilikuwa imejaa sawasawa, kukuwezekana kuvuka fimbo ya Musa iko kuwepo tena, lakini yupo Mungu ambaye anasababisha vitu kwa wakati wake na majira. Israeli wanavuka katika mto Yorodani bila matatizo yoyote, bila shaka yoyote. Paka wanavuka ngambo ya pili na tena wanarejea mtoni, wanarogota mawe kumi na wawili, ishara ya kwamba Bwana alituvusha Yorodani. Na nikasema katika nukuu usichoke kupambana, maisha ni mapambano. Safari hii ya imani yahitaji watu watakaojituma watakayepambana watakayejikaza watakayejiweka tayari kwa ajili ya kazi iliyo mbele yao, licha kila wakati changamoto zitainuka lakini wao wataamini katika sehemu ya imani ya kwamba yupo Mungu anayewatetea siku zote. Na ndiyo nukuu ya matumaini. Mathew Ndeva, ndilo jina langu. Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, redio inayekuwa kwa kasi sana duniani. Wema na fadhili za Baba zinasi na kibali chake kinatulinda na kututunza siku zote. Pia asante sana kwa wale wanatuombea zaidi ya yote, wale ambao bado wamesimama na kituo hiki kifedha. Neema inatosha siku zote. Nasema usichoki kusimama na kituo hiki. Mungu Baba akulinde na akutunze, unaponyosha mkono na kutubariki, maana tunahitaji kupata mtambo wa nguvu, transmitter, itakayetusaidia kupanua ugo letu kufika sehemu ya FM ili tuweze kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia bora tena ya kupendeza 45 61 46 8 radio namba ya Fortune Africa unaweza tumia mitandao yote ambayo inatuma fedha, na itakuwa ni jambo la maana na sisi tutasema upande wetu wa pili. Barikiwa sana na Mungu awatende mema, asanteni na karibu, na nehema inatosha siku yenyu iwe ya baraka, ni ya kuinuliwa, lakini siku zote usichoke kupambana pambana, paka mwini.